Tunaungana moja kwa moja na mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo na pia mgombea uwakilishi jimbo la Pangawe kisiwani Unguja, Omar Said Shaaban kuzungumzia hali ya uchaguzi ilivyokwenda mpaka hivi sasa na kipi ambacho chama chake inakiona mpaka sasa. Omar, karibu sana kabisa. Asante asi hapa, tunashukuru Mungu wetu, tunakwenda vizuri, si hapa? Naam, hebu um tupe kinachojiri mpaka hivi sasa, ni kitu gani? Maanake ni, ni kimya, mitandao imezimwa, hakuna mtu ambaye anaweza kupata taarifa kutoka huko mpaka sasa. Lakini je nyinyi mlongo ndani huko, kipi ambacho mnakishuhudia, chama chao kinasemaje mpaka sasa, kama uh, ambavyo wengine ambavyo mko nje ya nchi mmesikia hali ya huku nyumbani? E, kiujumla hali ya uchaguzi ni imerudi miaka miaka ishirini nyuma aa, aa, katika au tuseme miaka kumi ya karibuni ee, imekuwa si katika hali ambayo wengi ambao tumefanya jitihada za kuona nchi taifa linakuwa na chaguzi za kistaarabu chaguzi za haki ee, jitihada kubwa zimefanyika, lakini matokeo yake ni kile ambacho tumekuwa tukijitahidi tukuamuke nacho inawezekana si suala la umwagaji wa damu, lakini ile utaratibu na ustaarabu wa kuheshimu maamuzi na kauli ya watu, kuthamini na kuheshimu kura za wananchi ndio kitu ambacho hasa kimejitokeza aa, kinyume chake, kwa maana ya umekuwa na ukiukwaji mkubwa wa misingi ya kidemokrasia, taratibu za kiuchaguzi wa kidemokrasia aa, katika uchaguzi huu. Uh, tumeshuhudia na kama ambavyo umesema, mimi ni, binafsi nimekuwa mgombea wa uwakilishi kwa tiketi ya ACT Wazalendo jimbo la Mpangawe, kwa hiyo nimekuwa mtu ambaye niko field, eh, kwa maneno ya wazungu ni eyewitness, eh. Eh, nimeyashuhudia kwa macho yangu mengi sana, yalikuwa yakitendeka mambo ya watu kupiga kura mara tatu tatu mtu mmoja kupiga kura tano kwa mgombea mmoja kwa wakati mmoja, e, taratibu kukiukwa, mawakala kutolewa nje bila ya sababu, kwa sababu tu wanauliza wanataka ufafanuzi wanahoji, e, mambo ambayo ya ajabu waliokuwa wanayaona, e, lakini pia tumeshuhudia wakati ujazaji wa fomu za matokeo pamoja na wizi wote kuto kutaka kutolewa na hata zilizotolewa. E, e, saini za mawakala zina- zinafojiwa. Sasa haya ni mengi, lakini pia hata yale tuliokuwa tunayalalamikia na, na kuyatolea indhari kwa muda mrefu ikiwemo suala la kura za mapema e, imekuja kuthibitisha tu kwamba yale tuliokuwa viongozi wetu na sisi kama chama tumekuwa tukiyasema kwamba ndiyo hasa yaliyojitokeza. Tumeshuhudia wimbi kubwa la watu wanaoitwa Eh, vikosi au uh, watu maalum kwa maana ya vikosi au majeshi ya polisi ambao sio eh, waajiriwa wa taasisi hizo eh, wakiwa wamevalishwa uniform. Jambo la kusikitisha ni kwamba tunatumika sasa, au kunatumika vikosi vyetu na jeshi letu kuwavalisha raia ili wakidhi matakwa ya kisiasa. Hili ni jambo la kuhuzunisha kubwa sana. Tumewaona hawa vijana, mimi nimekuwa saiti, tumewaona ni jambo la ajabu. tume tume Eh, na tumeuliza tumehoji, unakuta vijana wote karibia wanaletwa na vyombo vyetu majeshi, lakini hawana eh, kofia, hazina crown. Sote tunajua kofia za polisi za jeshi ni muhimu kuwa na crown, hazina crown, lakini ma uniform zao hazina tag name kama ambavyo tumezoea, lakini hata hizo fitting za hizo nguo zenyewe, unajua sasa kwamba huyu mtu apewa nguo isokuwa ya kwake na umri wake. Lakini kwa mitaani kwetu huko, kwa mfano jimbo la Pangawe, wapo watoto ambao wazee wao wamekuwa wakiwatafuta kwa muda wa siku mbili zilizopita, lakini baadaye wanakuja kushtukizia watoto wako vituoni wakiwa na sare za jeshi au za vikosi e, wakiwa wanatambaa kwenye mitandao ya kijamii au kuwaona vituoni watoto wao ambao si waajiriwa wa vyombo hivyo. Na haya tumekuwa tukiyasema, tumeyaeleza, lakini hakuna aliye aliyasikia. Mimi binafsi jimboni kwangu nimeshuhudia eh, kwamba zoezi la uendeshaji wa kura ya mapema, maafisa wa tume walikuwa wanaliendesha bila ya kutumia daftari la kudumu la wapiga kura, wanatumia orodha, kitu ambacho nilikieleza kwa tume. Tume wakaja wakashangaa na tatizo kwamba inakuwaje, lakini haikuwa kwa bahati mbaya, ni jambo ambalo lilikuwa limepangwa kwa sababu wakati wanasema, uh, mimi nikiwauliza madaftari yako wapi wanasema madaftari hayajaja. Lakini walipokuja commissioners kuja, mwenyekiti mkurugenzi na makamishna wengine, kuwauliza madaftari yako wapi, madaftari walikuwa wameyaweka kwenye maboksi ndani ya vyumba wameyaficha. Sasa unaweza ukaona ni yao ya kuharibu uchaguzi ilikuwa inafanyika kwa kiasi gani, kura tano, tano. Na matokeo yake sasa, kama ambavyo unafahamu eh, dhuluma hupo fua, mimi nina matokeo jimbo langu kwa maana ya vituo vya baadhi, baadhi ya vituo vituo vingi vya jimbo langu ambapo hazifanani. Sheikh Mohamed, kwa utaratibu wa Zanzibar, Mzanzibari anapiga kura tano, lakini tuzungumze uchaguzi wa Zeki ambapo Mzanzibari ana kura tatu, kwenye chumba kimoja cha uchaguzi ambapo watu wanaokwenda kupiga kura, matokeo ya kura hizi tatu hazifanani. Nachotaka kusema ni nini? Kama mtu anaenda kupiga kura chumba kile waliojitokeza kupiga kura let's say kwa mfano mia mbili hamsini. Eh, kwa urahisi imerekodiwa kwamba waliojitokeza ni mia mbili hamsini, eh, waliopiga kura kwa, inatarajiwa pia kwa wawakilishi, kwa kura ya mwakilishi kwenye chumba hicho hicho, isomeke waliojitokeza ni mia mbili hamsini, kwa sababu huyu mtu alipoingia alipewa kura tatu ikiwemo na ya diwani. Lakini cha kushangaza kwenye chumba kimoja utakuta matokeo rahisi kura za jumla na jumla zile zilizoharibika na zilizopigwa kwa ujumla wake labda ni mia mbili hamsini, lakini kwa uwakilishi ni mi mia mbili arobaini na tano, wa udiwani mia mbili thelathini na moja. Sasa unajiuliza, ina maana huyu mpiga kura, kuna kura hakupewa, kuna kura alizidishiwa, zipi zilizoridishwa? Kwa hiyo ni mli wa wazi kwamba hakukuwa na even distributions. Yani, usambazaji wa usawa utoaji wa usawa wa kura wakurawa kartasi ya wakura. na matokeo tunayo yapo mikononi nam, kama livyokuelewana ni sawa. Omar, unataka kusema kwamba uchaguzi kwa mtazamo wenu Zalendo umeharibika ama sivyo? Bila shaka umeharibiwa. Umeharibiwa, kuharibika ni kitu natural, kuharibiwa ni kitu kimetengenezwa na binadamu mimi ningesema uchaguzi umeharibika ikiwa jana tungekuwa tumepata kimbunga kikubwa e, tumepata matetemeko ya ardhi kiasi ambacho tusingeweza kuendelea na uchaguzi. Hapo tungesema uchaguzi umeharibika, lakini huu wa kwetu umeharibiwa. Na hii picha ya pangawe ambayo umeichora ndiyo picha ambayo inaakisi pia majimbo na maeneo mengine yote ya Zanzibar, Unguja na Pemba, bila shaka. Kutokana na mawasiliano tuliyofanya na wagombea wa maeneo mengine, matendo haya yalikuwa coordinated kwa namna hiyo, yalikuwa coordinated kwa namna hiyo, yalikuwa yanafanana. Vitimbi, aina ya vitimbi na vituko vya kuharibu uchaguzi vilikuwa vinafanana almost majimbo yote. Na kipi ambacho chama chako sasa inakifanya maanake? Ipi hatua ambayo mnakwenda nayo hivi sasa maanake? huku nyuma mlikuwa mmewahi kusema kwamba hata kura yenyewe mapema hamkuwa mkiitaka, mkapiga kele sana kutaka kuizuia, lakini dakika ya mwisho kabisa a, kiongozi mwenyekiti wa chama chako na mgombea urais Otman Masudi akaja kuwatoa hofu wananchi, akiwaambia kwamba wameshafika katika makubaliano na mamlaka kwamba mambo yatakwenda vizuri. Hapo wanatuambia kwamba hapana, mambo hayakwenda vizuri na sasa hatua hii nayo pia, kura yenyewe rasmi kwa maana ya kura tarehe ishirini na tisa jana, unatuambia kwamba iliendeshwa vibaya. Kipi ambacho mnataka kukifanya hivi sasa? Bila ya shaka, jambo moja ambalo naweza kuhakikishia Watanzania wa Wazanzibari na wanachama wa ACT Wazalendo kwamba jambo hili halitapita hivi hivi. Jambo hili hatutaliacha, hatutalivumilia, hatutalifumbia macho. Zipo hatua ambazo kwa hakika chama kitachukua, lakini kwa sababu hiki chama kimejengwa katika misingi ya taasisi, basi tunahitaji kushauriana kama viongozi juu ya hatua sahihi, e, na zipi na wakati gani za kuchukua. Na umma wa Wazanzibari, umma wa Tanzania watataarifiwa pale ambapo viongozi tumemaliza kushauriana na juu ya hatua za kuchukua baada ya, baada ya matukio haya. Hiyo, uh, itakuwa inasema kama kwamba Omar Said Shaaban hamkuwa na plan B, kwamba tukio limetokea hamna mpango mpaka mkaitana kitabu utafuta mjadala mwingine mpya, na mkijua kwamba siasa zinakwenda na hisia, emotions zinakwenda na matukio na mambo yanavyojitokeza wakati ule ule. Aha, huoni kwamba mkiamua naam <laughs> Endelea. Sisi tulienda kwenye uchaguzi tukiwa na hisia na tukiwa na na matumaini makubwa ya kushinda. Tathmini yetu ilionyesha ni kwa kiasi gani Wazanzibari wamepokea ujumbe wetu wa mabadiliko, Wazanzibari wamepokea sera zetu na tulikuwa na matumaini hayo, lakini hilo la kwanza. Lakini la pili, tumeenda kwenye uchaguzi tukiwa tumefanya jitihada pia na kupewa au ku, na, na baadhi ya mamlaka na baadhi ya viongozi wa mamlaka, na tukafika mahali kama watu ambao wastaarabu, tukafika mahali kukubaliana juu ya mambo ya msingi, lakini tunachokiona naweza kusema ni kama usaliti, ambayo, wa yale ambayo watu wastaarabu watu waungwana walikubaliana kwamba tu, namna gani tunaweza tukaenda kuendesha uchaguzi huu istaarabu ili haki za watu sauti za watu zisikike. Sasa kui, siku zote huwa inategemea na aina ya eh, unavyofanya uh, uh, jambo huwa inategemea na, na aina ya ya ya, ya, ya jambo lililofanyika. Uh, kwetu sisi pamoja na kufahamu uh, aina ya ujinga ambayo wenzetu wa Chama cha Mapinduzi wanao uh, basi kwa hili ni kwamba kwa na kwa nyakati hizi na kwa jitihada ambazo zimefanyika, hatukutarajia kwamba lingetokea kwa kiwango hiki cha ujinga. Kwa hiyo ndiyo maana nikasema hilo limechelewesha kidogo sisi kuchukua au linafanya tujadiliane, sio kuchelewesha, lakini inatufanya tujadiliane juu ya hatua sahihi za kuchukua. Baada ya hapa, hakuna namna chama kitakaa kimya kitaacha kuchukua hatua madhubuti na kwa wakati, eh, juu ya hili. Nam, asante sana kabisa Omar Said Shaaban e, mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Na mpaka sasa, kwa sababu matukio hayajatangazwa rasmi bado, uh, hatujui kama uh, utatangazwa wa mshindi au vinginevyo wa jimbo la Pangawe, ukiwa umewania ume uwakilishi. Asante sana kabisa, nakutakia sana, sana, na heri huko nyumbani. Haya, asante.